Kasema utabaki na mimi hapa haya, katika nafasi anajaribu kuingia ndani ya box maxi anakataliwa, tar zuzwa, usijichekeshe. Yanga hawachekeshi, kanyaga, fukia, fukia mbinguni, ni Pacome zuzu anawanyanyua tena wananchi, anawanyanyua Young Africans. Ilikuwa linatengenezwa shambulizi, akajaribu kuupiga lakini, tazama kilichokuwa kinaonekana kwa upande wa Simba, walikuwa wanadhani kama ameotea hivi, lakini mtego wa kuotea ulikuwa umezuiliwa na mmoja kati ya walinzi ambaye alimweka salama. Maxim Pianzengeli akacheza golikipa, yule ulipunguzwa kasi akaupikia Maxim pia Nzengeli, mkono juu, Nabi Keita, lakini wakamwambia siyo, mwendo wa mateka. Profesa anaweka